Raisi wa Marekani Donald Trump amesema atazungumza na raisi wa Urusi Vladimir Putin hapo kesho. Tangazo lake kwa waandishi wa habari amelitoa akiwa ndani ya ndege yake ya Air Force One siku ya Jumapili, na kusema Marekani bado inajaribu kuishawishi Urusi kukubali mazungumzo. Hayo yanajiri wakati Urusi na Ukraine zikishambuliana kwa ndege zisizo na rubani usiku kucha. Hata hivyo, ndege za Ukraine zililenga vituo vya nishati katika eneo la Astrakhan nchini Urusi na kumjeruhi mtu mmoja na kuzua moto, huku wizara ya ulinzi ya Urusi ikiharibu ndege sabini na mbili za Ukraini zikiwemo thelathini na sita katika eneo la Kuski. Wakati huo huo, nchini Ukraini vitengo vya ulinzi vya anga vilikuwa vikijaribu kuzima shambulio lililoanzishwa na Urusi huko Kiev. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacklyn Masawe.